lil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya walmursalin wa ala alihi wasahabatihi ajmain amma baad, kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala ambaye ameendelea kutujalia uzima na afya njema na tunamwomba aendelee kutujalia kwa sababu bado tuna uhitaji wa afya ili tuweze kumtumikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini pamoja na kufanya mambo yetu mbalimbali ya kimaendeleo katika ulimwengu huu ambao tunao. Pili, tunatoa shukurani kwa vijana wetu ambao leo wameweza hivi karibu, mwaka huu, mda mchache, wataenda kuhitimu kidato cha nne. Tunawapongeza na imani, mmekutana na vizuizi vingi hapa katikati, vishawishi vingi hapa katikati, lakini mlivumilia, mkapambana, mkajipinda, na mpaka hivi sasa mnaenda kumaliza kidato cha nne. Mwenyezi Mungu awabarikini sana, amin. Hawajalieni kila la heri. Tunamwomba Mwenyezi Mungu katika humtiani unaokuja basi muweze kufanya vizuri hata yale ambayo labda kidogo swali limekuja haulielewi, basi Mungu ajaliye mfanye vizuri. Nidhamu ndio ambayo itakufanya wewe upendwe na jamii, ukubalike katika jamii, usikilizwe na jamii. inamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum hu dhahabu watu wanazingatiwa kwa sababu ya maadili yao mema. Kwa sababu ya nidhamu mtu anazingatiwa, anapata heshima kwa sababu ya nidhamu, anakubalika kwa sababu ya nidhamu, anapendwa kwa sababu ya nidhamu, anapata kazi kwa sababu ya nidhamu. Nidhamu ikitoweka, thamani ya huyo mtu haipo tena, hata kama utasoma ufike wapi lakini kama hauna nidhamu, itakuwa hakuna ambacho unachokifanya. Kwa hiyo nidhamu, nidhamu, nendeni mkatangulize nidhamu. Na naimani mpaka hapa mlipofikia ni kwa sababu ya nidhamu. Msingekuwa na nidhamu leo msingemaliza kidato. Niwaalikwa, kwanza kabisa nichukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu, subhana wa taala kwa kutujalia kuja kuhudhuria mahafali ya watoto wetu hawa ambao hivi karibuni wanatarajia kwenda kuhitimu masomo katika shule yetu hii ya Kahama Muslim. Waheshimiwa waalikwa kama, kwa hiyo nakupongezeni sana kwa kuacha shughuli zenu na kuja kutuunga mkono katika mahafali haya ya watoto wetu wapendwa, tunakushukuruni sana. Langu ni kuwakumbusha watoto wanaokaribia kwenda kuhitimu. Kwanza ni kuwapongeza, mmeruka viunzi vingi. Mabinti wetu, jipigeni makofi. Wengi mlioanza nao wameisha njiani, tunakupongezeni sana. Vijana mnakwenda kuhitimu, mnakwenda kufanya mtihani. Sisi kama viongozi wenu, wazazi wenu, kubwa ni kuombea. Mtakapokuwa kwenye vyumba vya mitihani, Mwenyezi Mungu akawatangulie, muwe na utulivu. Mnapokwenda kufanya mtihani, mara nyingi huwa inatokea wasiwasi. Kwa hiyo nakukumbusheni, mmekaa miaka minne, hizo siku za kufanya mitihani zisiwaogopeshe. Nikuombeni sana, mkatulie katika vyumba vya madarasa, ili yale mliyoyavuna katika shule yetu ya Kahama Muslim ndani ya miaka minne mkayadhihirishe katika vyumba vya mitihani. Ndugu wanafunzi, Kusoma na kufaulu ni jambo jingine, na kufaulu mtihani sio kufaulu maisha. Kwa hiyo nakuombeeni mkafaulu wote, lakini ikitokea haukufaulu basi ujue maisha bado yanaendelea. Kwa hiyo usikate tamaa kwamba sasa mimi sikufaulu basi mimi ndio nimekwisha hapana. Na kuna baadhi tumepata kusikia kwamba mtoto hakufaulu, eti anakwenda kujinyonga. Kupitia maelezo haya, wanafunzi wa Kahama Muslim, msiwe kati ya hao waliokuwa na akili finyu ya kwenda kufanya mambo hayo, tuseme inshallah, kufaulu mtihani